songo wewe, unaongea mambo ya madawa ya kulevya, madawa ya ripoti bungeni kulevya itolo pale bungeni, wawili wa wale ambao wana ni walanguzwa madawa ya kulevya ni mawaziri wako wa Kasongo. Kasongo ende ziende, kama kweli Kasongo ukwako na nia ya kupigana na ma, na madawa ya kulevya ambayo imeharibu watoto wetu aanza na, ku, na kupeana kule Amerika wale mawaziri wake wawili ambao wametajwa kulikuhusikana na mambo ya kuuza madawa ya kulevya. Harambe, mimi nimekuja hapa kuwaambia kama vile umesikia kiongozi Rigiji amewaambia, kwa sababu kasongo ako na shinda ya kichwa chake, anafikiria kitu inaitwa mulima Kenya, eh? Ni barabara. Mimi natoka pahali inaitwa Embu, na Embu, Meru, Nyeri, Murang'a, Nyandarua iyote, Kiambu, Nakuru, iyo ni mulima Kenya. Mulima Kenya sio building kama hii. Kwa hivyo nasaka kusema hivi wale ambao ni walaguzi Siasa si mbaya ya Kasongo, ya kusema ati kuna mlima inaitwa Mount Kenya East na kuna mulima inaitwa Mount Kenya West. Asahau hiyo mlima, wa Mount Kenya ni kitu kimoja, na hakuna mtu yoyote ambaye atatenganisha sisi. Kwa hivyo yana tunasema kwa sababu Kasongo anajua umoja wetu ndio kwenda kwa, ndio ndio, kile kitu kinachomsumbua sana yeye. Anajua huyu mulima ukizungumza kwa sauti moja, na ni vile tumezungumza kutoka Meru, kutoka Lakanili, kutoka kule Embu, hapa Nyandarwa, mulima hii tunasema Kasongo ni, Kasongo ni, arabe, wacha nirudishie kiongozi.